Naam, mtazamaji bila shaka tulikuwa mapumzikoni lakini, mazungumzo yetu yanaendelea. Nataka nije kwake Immaculate halafu nirejee kwako Dr uh, enok uh, maanake unazungumzia ya maswala ya bloggers eh, na najua katika kampeni za uchaguzi na zitakuwepo hivi karibuni kama zilivyokuwa uh, mwaka elfu mbili ishirini na mbili. E, tukiona kwa kiwango kikubwa sana wanasiasa wakitumia vijana kujaribu kuwasaidia katika kuendesha kampeni zao sivyo? E, dada yetu Immaculate na wengi wakati huwa wanajifahamisha wana kama bloggers. Kuna wale ambao utakuta wanaeneza hata habari za uvumi, wanaeneza porojo, aidha kumhusu mwanasiasa fulani kwa lengo la kumchafulia jina na kumpendekeza mwingine. Wanasiasa wenyewe wanafanya hivyo. Sasa nashangaa ikiwa wabunge waliidhinisha e, mswada kama huu na kuupeleka kwa rais kuweza kutia kama sheria, huoni kwamba wao wao wenyewe watajikuta katika tatizo hilo ikiwa kweli hawana ari ya kukabiliana na hili tatizo? Kwa sababu kufikia mwaka 2027 tutaona baadhi yao wanatumia bloggers katika kueneza uvumi, kueneza chuki na kadhalika. Sasa itakuwa ni vipi, hii sheria itafanya kazi wakati huo ama haitafanya kazi? Kwa sababu wabunge wenyewe ndio wamesisitiza kwamba ipitishwe, ni lazima ifanye kazi na vile nilivyosema, uongozi na masuala ya demokrasia ni kitu ambayo inazidi kukua kukolea. Hatujafika, lakini ndo tutafika. Na basi tunatunga sheria si kwa sababu yangu, tunatunga sheria kwa sababu ya kizazi cha sasa na hata kile kitakuja baada yetu. mm-hmm. na ni vyema sana kwangu kuona kwamba hii sheria inafanya kazi kwa yule anayejiweza na yule asiyejiweza. Lakini kwanza nisisitizie kwamba u ushari wa aina hiyo mje mmeuona katika safu ya siasa e, yes, kupitia hawa na blogu na kadhalika. Ukweli wa mambo ni kwamba pia sisi kama wanasiasa kidogo tumetumia vijana wetu watumie mitandao vibaya, hiyo tunakubali. tunakubali na ni vyema sasa yule kijana wangu nimfunze nidhamu kwa kutumia vizuri mtandao, maanake akishikwa atasema ni immaculate ndo alifanya nini na, ndo ananilipa ili nifanye hapo. Umesema kweli, lakini sasa kwa bahati mbaya, bahati mbaya e, nitamuuliza Evans baadaye, sheria itamchukulia hatua mwana blog tamchukulia hatua mwanasiasa ambaye alitoa mm. kauli mm. amekutana na wanablogu usiku akatoa kauli mm -hmm. Enezeni uvumi huu, enezeni hili mm -hmm. Halafu inapotokea kwenye mitandao, bahati mbaya ni wale vijana watakaokuwa matatani, na wale vijana si watoto wadogo nah, ni watu miaka kumi na nane nah, kwenda juu nah. Kuna kitu inaitwa wewe kama binadamu ukielezewa, nenda ukamkejeli vibaya, kwa mfano A mtoto wa mtu fulani kwamba labda wewe ni mnene, babako ni mjinga, vitu ka hizo, una uhuru wa kukataa, sivyo? Una uhuru wa kusema itanifaidi nini? Na nafikiria hiyo ndo chanzo cha hizi sheria ambazo hutengenezwa kuleta mila na desturi ambaye ina utaratibu wa kuheshimu haki za kibinadamu. Huwa tunasahau kwamba viongozi pia wana haki zao. Waona, huwa tunasahau kwamba rais pia na haki zake. Licha ya kuwa rais, lakini pia na haki zake kama zako na zangu, na basi, wewe unapotusi kwa mfano kiongozi ama unaambiwa umtusi kumbuka akona haki za akona haki zake, na wakati hata Bibilia usema wakati ambao utakuja kushtakiwa, hautashtakiwa kwa uwingi, utashtakiwa kwa umoja. Hii ni kuleta nidhamu kwamba tunatumia vipi mitandao zetu. Iwapo unaambiwa fanye hivi na unajua ni kosa, si unaacha, unasema kama hii ndio itanilisha, wacha niende nitafute njia ingine. Lakini kuna kitu moja mimi nimefurahia kwamba angalau kama nchi tumeanza kujua kwamba There is a problem in Kenya. mm -hmm. Kwamba ni vizuri tuko na teknolojia na mitandao lakini sasa hizi mitandao zimeanza kufanya nini? Zimeanza kuwa out of control. Mbona tusije tukaangalia jinsi ambazo zinaweza fanya kazi? Na nataka kusema hivi watoto wetu, kwa mfano, Nimrod, mtoto wako msichana labda, saizi wajua venye wanakuwa kwa haraka, kwa anza kubalehe na aha, alafu sasa kidogo labda ako na obesi, unkuta anakejeliwa picha yake inachukuliwa, anawekwa kwa mtandao, kwamba ona mtoto wa Nimrod, vile ni mzito, Nimrod yeye anakula pesa zetu kupitia kwa mtoto wake. Yule mtoto akiwa mkubwa, kawaida hiyo mtandao haitasahau, itarudi kumkumbusha kwamba ulikejeliwa. Na ni vitu kama hizo tunaangalia kwamba hawa watu ambao tunatengelezea tunatengenezea te sheria si wa sasa Nimrod, ni pia kizazi ambacho saa hizi kinajitia kitanzi kwa sababu one, wanatusiwa wanakejeliwa no. Kwa mitandao Mtarijia na kwa tukiangalia hivyo no. Tutaacha kuzingatia masuala ya hii mtandao, ni wanasiasa wanataka kudhibiti umaarufu wao ili tusiongee no. Hebu tuiangalie katika hali ya uh, uh, kisoshali na pia tuangalie hali ya uongozi no. Na hali ya kisiasa. Nitarejea kwako kwa baadaye, unieleze e, kama pia e, katika sisi ambao ni watu wazima kwamba tumepoteza maadili ya kuwafundisha wadogo zetu jinsi ya kutumia mitandao. Siamini kwamba kuna yeyote kati yetu hapa aliyekaa alikuwa na nafasi wakati mmoja kutoa neno la matusi nyumbani na mamake au mzazi, mkaripia au mzazi hakumkaripia au kumwadhibu. Siku hizi inaonekana ni kama jamii imekubali no, ni kitu cha kawaida no. Lakini Daktari Enock, nije kwako e, nikurudishe nyuma, kwa sababu katika haya masuala ya kublock websites na applications ambazo zina promote terrorism, child pornography na cultic practices. Hmm. angalau katika vita dhidi ya ugaidi tunaweza kusema serikali kupitia pia washirika wake mataifa uh, mengine, tumeweka mikakati ya kukabiliana nao. Kila kuchao tunaona mikakati thabiti, lakini katika hili swala la ngono ambalo linahusisha watoto wadogo na pia itikadi kali e, za makanisa na kadhalika, kidogo tunaona kwamba serikali haijawajibika. Sasa tunashangaa iwapo sheria hii imetungwa, ina rasilimali za kutosha, tukitumia mfano ambao umetueleza wakati uko mapumzikoni, mji kama Diani ambapo visa vya ngono vinavyohusisha watoto wadogo vinaendelea, kwamba hata kabla ya kufikia kwenye mitandao tungekuwa tushaona asasi za serikali zinahusika kwa wakati ama sehemu kubwa katika kukabiliana na vita hivi. Ndiposa wananchi wakija kuona sheria kama hii, wanakuja kugundua kwamba ni kweli, kwa sababu tumeiona sehemu fulani. Kwa hivyo tunaihitaji sheria hii. Ni kweli ya kwamba kuna mambo mingi ambayo maybe hii akti inaweza kusaidia sana sana. Tuongee maneno ya m, ngono na mi mwenyewe nimewahi kutembea kule Diani na nikatembea katika uh, mikahawa tofauti tofauti nikapata ya kwamba yani, Yesu akikuja leo lakini huku ndio ataanza kuchoma kwanza kule Kapabu, ni Sodoma na Gomora kabisa. Ona, Sodoma na Gomora. <laughs> na ile linishangaza ni kwamba unapata lipapa mzee limetoka kule ng'ambo, then unapata mtoto mchanga sana, miaka kumi na tano, miaka kumi na saba, so unashindwa ya kwamba iliendaje ili ndio ikafika pale. Sasa inabidi ya kwamba lazima, uh, the National Police Service wachipange in terms of uh, kuwa na maofisas ambao watakuwa trained kabisa, wanaelewa mambo ya digital na cyber crime, kwa sababu uh, wewe ukitoka hapa uende tuseme kule mahali kama Alaba. Kuna wakati ingine mutu alichukua picha yangu akafungua page mzima na akajaribu kudanganya watu ya kwamba mimi napeana kazi huku Nairobi, na by the time nakuja na kufahamisha ya kwamba unapeana kazi sasa, mimi nikashindwa, anauliza pesa So jamaa amekula pesa kwa watu nden, anawaambia kwamba ni mimi. So bahati nzuri, mtu aka screenshot akantumia akaniambia, eh. Hmm. Atuwe unaulisa pesa kutoka kwa watu ni wapatie kazi. Nikamwambia mimi sina, eh, eh, eh, niko tu na two pages, eh, moja ni ya Dr. Enoch Makanga, nyingine ni Dr. Enoch Almasi na sijawahi kuitisha kitu kama hiyo, so nikatajaribu kutafuta wataalamu wa cyber wakaingia ndani nyewe wakaona na tukaripoti kwa Facebook na hiyo page ikakuwa pulled down. Sasa ni watu wangapi ambao wanapitia kwa njia kama hiyo ambao wanafungua page yako wewe kama Nimrod, anajipanga by the time aki ukija kukundua wewe tayari jina yako limefanya nini? Jina yako limeharibika. Kwa upande ya makanisa, ni ukweli ya kwamba tumepoteza maadili kabisa, tumepoteza maadili. Ndio huu jamaa washakaola afike pale, ndio asukume watu, watu waende pale, watu waende wawawe. Inakuambia kwamba kweli kama wananchi wa Kenya, kuna kitu ambacho hatufanyi. Ni kwa nini makanisa imekuwa mingi sana? makanisa imekuwa ni kwa hivyo wewe unakuja kanisa na kuambia mtu akuje, nijifanye kwamba mimi nimemponesha, waanguke chini, nikushike, nikuambie kwamba umepona. Sasa wewe utapata mshahara yako naiko kwa mtandao. Sasa utapata ya kwamba kuna makanisa ambayo inajiuza kwa njia ya udanganyivu na kweli kwa sababu kuna ile tunaitanga social desperation. Yani, sasa hivi, nikija niende hapa mahali kama Kencom. Nianze kuhubiri, naseme kwamba mimi nakujua na kujua sana Bwana asifiwe na kujua na, na, na, na baba yako alikufa k wako wa na uwezo wa kuponesha watu, wako na uwezo wa kuombea upate kazi, wako na uwezo wa kuombea utoke kwa ufukara ya. jana tu jana tu nilikuwa naona kijana mmoja kule Mombasa anachita ati yeye ndiye mkubwa wa Illuminati. Ya, amejaribu kuchukua vijana kutoka western na nawaambia kwamba yeye, ukijoin Illuminati ya yeye atakufanya kuwe na pesa na kweli kweli ni kwamba unaona, amepuli vijana na ukiangalia kwa TikTok page yake, huyu jamaa ako na over 100,000 followers, so inamaanisha watu wanamfuata, na huyu jamaa anapatia watu damu, wanakunywa damu. Huyu jamaa anasema ya kwamba ukimfuata, uh, mambo yenu ya kwenda kanisani haisaidii, yangu ndio ya, ukwe, ya ukweli na anaongea kwa njia ya upolepole sasa. So, vitu kama hindi unasema ya kwamba tumepoteza mwelekeo, inatakana watu kama namna hii hiyo vitu vikuwe pulled down, ndio at the end of the day tusikuwe na ile shida ya, ya kila mtu ako na shida na hiyo na shida inatokana na no, cyber crime no. Asante sana wakili Ogada, tuna rasilimali za kukabiliana na vitu ambavyo vimewekwa katika sheria hii? Kwa sababu nafikiri itakuwa ni kazi ya bure pengine, ikiwa kama nilivyomuuliza dadangu Immaculate Chamala, tutaelekea katika msimu wa siasa na viongozi wengi watatumia hawa wana blogu kueneza aidha kueneza sera zao, kuuza sera zao au saa nyingine kueneza porojo, na zaidi pia kuwashambulia wapinzani yao kupitia mitandao. Lakini mwanasiasa yuko kando, atakayekabiliwa ni mwanablogo. Zipo njia za kukabiliana na kuzuia tatizo hili, lakini kwa bahati mbaya hazitumiki kwa sasa. Alivyosema ndugu yetu Daktari Makanga ni kwamba mambo ya child pornography, ngono ambazo zinahusisha watoto wadogo, si kwamba hazijulikani zinapotokea, lakini wahusika wakuu hawapatikani. Wakipatikana ni wachache sana. Kwa mfano, mama mzazi aliyeko dayani, diani amruhusu mtoto wake kushiriki masuala ya ngono akitumai kwamba atapata pesa za kumsaidia. Sidhani kama kuna mtoto anafurahia lile jambo, isipokuwa kwamba ameshawishiwa kwa lengo fulani. Hayo ni masuala yanajulikana, lakini inapokuja kuchukua hatua, hazichukuliwi. Sasa ina maana kwamba moja, hatuna ukakamavu, hatuna ujasiri wa kukabiliana nao, au hatuna rasilimali? Kwa hivyo, tutunge sheria kubwa, lakini hatuweki rasilimali pale, ina maana gani? Kabla sijaangazia nija, nija sheria no. Ningesema kitu ambayo inatulemaza kama taifa ni kudorora kwa asasi ms, msingi wa taifa. Tukiangalia kama mila zetu, religion faith imani, alafu na kudorora kwa sheria zinatulemaza sana kama taifa, kwa sababu tukiweka kila kitu tukilibikiza responsibility nyingi kwenye sheria kutatua shida zetu za morality itakuwa vigumu, kwa sababu hebu angalia changamoto kama ufisadi hapa. Tukiweka kuwa sheria inatatua na tuna sheria nzuri sana za kudili na ufisadi, mbona tusi succeed kwenye makoti? Inakuonyesha ya kuwa kanisa ama misikiti uh, temple za Wahindu zina kazi za kufanya ili kuelemisha kwelem, uh, watu wetu mm -hmm, kuepukana na athari za tabia potovu kama zile. mm -hmm. Mila zetu kama Waafrika, tunafaa kurudi kwenye nyumba zetu, vijiji vyetu, tujiulize hizi vitu tunavyofanya are they correct? Kwa sababu what daktari said for example, watoto wadogo, na ni ukweli, ukiangalia maeneo ya Pwani, Kwale, Diani. Kuna a lot of issues na child pornography, vitu ambazo sio correct na mila zetu na desturi zetu kama Waafrika. Mbona wazee kule chini mm -hmm. viongozi wa kidini wasitatue hiyo from a morality standpoint because defense starts with the community before tuanze kulemaza mm -hmm. sheria na lot of responsibility tuanze kama community. Kwa hivyo tuangalie mila zetu, tuangalie faith, then faith i correspond na the law. Nikirudi kwenye sheria, sheria lazima tuangalie ya kuwa, for example, nimesikia hapa tukiongea about reputation uh, za politicians for example, tukifungua huo mpenyo wa wana wanasiasa ku weaponize the law ku satisfy their egos, tutakuwa kwa shida. Ningependa watazamaji waangalie kesi moja ya kutoka kule New York, New York versus Sullivan. Ni kesi nzuri sana ambayo ili deal na wanasiasa na reputation zao. Na huyo jaji alitukumbusha ya kuwa ndio wewe kama mwanasiasa utachukizwa na ambayo what others say mm -hmm, but wewe kama mwanasiasa ambao una greater responsibility. There's a lot that is expected of you said that wewe sio kama Nimrod Taabu mwananchi wa kawaida yeye reputation yake ikigongwa anaporomoka immediately. Wewe kama mwanasiasa you in the public glare and part of the things zitasemwa juu yako ni part of scrutiny. Kwa hivyo to mediate, na hapo ndio katiba in a very good way ilijaribu ku mediate freedom of expression na how to limit. Kwa hivyo vitu kama vibonzo, umesema something that is false against a politician Peleka hiyo kwa civil uh, court. mm -hmm. No deal nayo as a civil claim mm -hmm. Because ukiangalia for example uh, hii sheria imetungwa juzi. Hii amendment act inaongea about false and mischievous. Tumekuwa tukiona deep deep fakes nyingi zikienda ziki zikienea kwenye mtandao. We can't tell what is true or false. Mtu kwa roho safi pengine alishare something, akiuliza wewe umeona so and so akisema hii ama akifanya hivi hakujua ni uongo, because he doesn't have the capacity ya kujua ni deep fake. mm -hmm. Sasa ukimlemaza na hizi penalty ziko hapa, it will amount to censorship okay. Nimemsikia hapa speaker wetu, na speaker nakosa yeye, kama kiranja wa bunge, hafai kutoa matamshi openly partisan kama yale. mm -hmm. Kuli, on laws that have been passed by parliament yeye ya akisha forward yake ya ni kukimbia, yeye ni kama refa, yake ni kuwa very neutral. Mm -hmm. Uh, cultic, uh, behavior. Cultic behavior, makanisa yana capacity ya ku deal na these crooks among them, so hatuwezi tena lemaza sheria na tupatie the state uwezo zaidi ya katiba more than they require, mm -hmm. kwa sababu tukipatia State more power, kisha utaingia, wataingia kwenye bedroom yako wakikutafuta because ulitangaza vitu hapa ambayo they don't like. No. Tujichunge. No. Asante sana wakili. Hem, tusikilize kauli kutoka kwa baadhi ya wenzetu ambao tuliwapa nafasi mada hii pia kuweza kuchangia. Nafikiri tunaanzia Machakos halafu tuko pia sehemu za Samburu. Tusikize tu kauli za wananchi kuhusiana na sheria hii e, kama ina athari kubwa kwao ama itakuwa na manufaa na faida kwa Mkenya na hatimaye kwa taifa kwa jumla. Hem, tusikilize. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos ambapo utapata fursa tena kuongea na wananchi kuhusu mada ya leo ya sheria za kudhibiti mitandao. Wacha tusikie wana yapi kwa hii mada. Kwa majina naitwa Brian Muli na kulingana na hiyo mambo ya cyber crime e, kwa maoni yangu mi naweza sema iko na advantage na pia iko na disadvantage. So one of the advantage ni ati itasaidia itasaidia some of the people to get some of the hidden secrets that people might be hiding or might be doing some things underwater. Hey. Na disadvantage hmm, it has to break privacy for someone because people need privacy to do their things. So that's what I can say. Kwa majina naitwa Moses kutoka Machakos Town, na kwa maoni yangu kuhusu mambo ya cyber crime, number one imekuja ikapunguza kitu tunaita rights zetu kama wa Kenya, because sioni ni aje itakuja kuwa, nikisema jambo lolote najipata na Uh, kwa police station nikijibu maswali not even to the police officers, to the police to DCI end because nilipost nikasema ama nilionekana ama details zangu zilitumiwa, tunakuja kujinyanyasa sisi wenyewe kama wananchi na sheria ambazo zinawafeva wale ambao wako na mamilioni ya pesa. Sisi watu ambao hatuna hiyo mamilioni, tuko hapa tuna tu tunajiestablish kwa maisha tuko na mashida ambayo without kutumia ile, ile, ile uh, media hatutakuwa na uwezo hata wa kufanyisha makazi zetu ziendelee, tujulikane tu, tu, tu, tuende hatua uh, uh, nyingine kwa maisha. Lakini sasa bwana Rais, nakuuliza kwa ukweli, wewe nikakutolea uh, social platforms ule wakati ulikuwa hata uko Vice President. Can you be a president? Is it possible? Inaweza kuwa aje ukue president na hakuna social media. Eh uh, my jina langu ni John Bosco Muinde Kamali. I'm a resident of Machakos town. On this uh, bill of cybercrime, I I have a little problem with the judiciary. First and foremost, this I believe this this believe law was was was passed by parliament when and there was, there was enough public participation. So that is one arm of government which did its job. Then this, this law was taken to president

hau ni wananchi kutoka eneo la Machakos ambao wengi wao wasema hii sheria itasaidia kudhibiti mitandao, lakini wengi wao wasema itaumiza watu wengi kwa kuwa itakuwa inafuatilia vitu za mtu binafsi. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Nam, hivi majuzi tumemshuhudia rais William Samoi Ruto akiidhinisha baadhi ya miswada kuwa sheria ikiwemo ule mswada wa matumizi ya tarakilishi na mtandao na vilevile ule mswada wa kubinafsisha kampuni za umma, na hapa katika kaunti hii ya Nyamira Tupu Nyamira mjini ambapo tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili ili watueleze na maoni yao ni yapi na wanahisi kwamba miswada hii ama hizi sheria itakuwa na athari gani kwa nchi. Naona hii serikali ya Ruto iko na nia ya kukandamiza Wakenya. Kwanza hii kusema hii mambo ya cyber crime ni kuzuia Wakenya kueleza vile wanajihisi wenyewe. Ruto is after taking Kenya to the dark days. Remember he ascended to the concept of these laws wakati Raila alikuwa amekufa. Hiyo si ni kama hii hizi vitu zote Raila alikuwa anapigania, zilikufa na yeye. Kwa maoni yangu ni kuambia Rais Ruto akubali tu akue na law ya utu na akue Mkenya halisi, akue mwanademokrasia. Aizo sheria zifutiliwe mbali kwa sababu kuanzia sasa kuenda mbele itakuwa hata ni vigumu kwa sisi kuongea vile tunaongea hivi. Hiyo ni jama ya Ruto kupeleka Wakenya katika zile enzi za zamani. Kwa hivyo maoni yangu, wabunge walio bungeni tukianza na mbunge wetu Steve Mogaka, wakine akina babu wino, wakuwe serious hizi vitu. Kwa Ruto anafanyia inji siweze kupotea. Mimi ni mfuasi wa William Samoei Ruto kwa miaka mingi, lakini on this one, we sisi tunaona kama iko ni afiche, iko ni afiche kwa sababu mfano ifa ya freedom of worship When we are with our people mbona nisikuwe na huo uhuru wa kuongea pale mtandaoni? Because that's the way, the modern way of communication. Mimi naona kuna nia fiche ya serikali, inataka kukandamiza vijana, inataka kuleta maneno iturudishe nyuma, haki ambazo Raila Amolo Odinga amepigania kwa miaka mingi sana. Ni jambo la kusajabisha sana, wakati unapomfunga mdomo mwachiri wako ni chambo la kusajabisha zaidi wakati watu wanaomboleza, wewe ukiendelea kufanya mambo kwa asteaste, ili kuficha kuwa na uficha fulani. Sisi huwa tunatumia mitandao kusudi tupate kuwasilisha ujumbe wetu, sababu kuzimama tende kwa miguu yako miwili migu ili, ku ili waanze kuhamasisha hawa wabunge wetu hawa ambao wanatuongoza ni shida Si kazi rahisi kwa binadamu ama kwa mwananchi yeyote yule dhaifu kama sisi kusimama tende mbele ya kiongozi kuanza kumwambia hili na hili ni baya. Basi tunatumia ujumbe katika tarakilishi ili kuwasilisha ujumbe wetu, lakini sasa hapo ndio wanataka kuweka sheria hiyo ili waweze kutufunga tusije tukazungumza. Hiyo ni njia moja ya kuandamisha mwananchi asije akawasilishe ujumbe wake dhabiti na kile kitu ambacho kinamuumiza kwenye kina cha moyo wake.

Nama hao ni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira, takriban kila anayezungumza akipinga hiyo miswada iliyoidhinishwa kuwa sheria, wakihisi kwamba miswada hii itakuwa inawakandamiza Wakenya haswa kuhusiana na uhuru wa kujieleza, mba, Kenya, wa kujieleza, wakihisi kwamba Wakenya wananyimwa fursa ya kueleza na ku, a, kupeana ruhusa yao iwapo wangetaka kampuni za umma kubinafsishwa. Kripoti ya nungea Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Pundi.